Akizungumza mjini Mombasa, Waziri wa Elimu Julius Ogamba ametoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano wa karibu kati ya Wizara ya Elimu na Mabaraza, akisisitiza umuhimu wa kutekeleza majukumu yao ya usimamizi kwa bidii. Let integrity, professionalism and respect for institutional boundaries guide your leadership. The Ministry of Education under my leadership is fully committed Aidha, wanafunzi pia wametoa wa masikitiko yao kuhusu viongozi wa wanafunzi wanaotoa ahadi nyingi lakini kushindwa kuzitekeleza. Aidha, halafu, sasa tungependa wale madida sekwaii, kila wakati wanatambeni na kutekeleza mahitaji yao hali ambayo ni sawa sawa na wanasiasa wengi nchini Kenya. Hali ya maisha kwa wananchi wengi nchini yameendelea kuwa ngumu, huku takriban asilimia sitini na tano ya wakenya wamekumbwa na changamoto za uchumi kama ukosefu wa ajira, gharama ya juu ya maisha na huduma duni za kijamii. Licha ya hali hii, wanasiasa wameendelea kuwapa matumaini kupitia ahadi lukuki wakati wa kampeni, kuanzia kupunguza bei ya bidhaa muhimu hadi kuboresha huduma za afya na elimu. Hata hivyo, baada ya uchaguzi, ahadi hizo huishia kuwa maneno tu bila utekelezaji. Wananchi wanahisi kusalitiwa, kwani zaidi ya asilimia sabini ya ahadi za kisiasa hazitekelezwi kwa wakati. Hili limefanya wengi kupoteza imani na uongozi wa kisiasa, wakihisi kuwa ahadi za kampeni ni chombo cha kupendekeza si siasa na si suluhisho la matatizo yao. Wanafunzi hao wameeleza kuwa wamechoshwa na ahadi hewa, na hivyo wametoa wito kwa viongozi wao kutimiza ahadi kwa vitendo, kinyume na ahadi zao, ambapo kuna viongozi wengine hata kwenye shule hawaonekani, kuna wengine hawajulikani hata kwa wanafunzi wageni. Ha, ningependa kusimama hapa kusema kwamba viongozi wa shule wanapochaguliwa kwenye kuongoza shule ama kuongoza institution yoyote wawe tayari kutumiza ahadi zao. Ni wazi kwamba mustakabali wa elimu ya juu unahitaji ushirikishe, uwazi na mipango endelevu. Wanafunzi wanataka vitendo na si maneno tu, wanaelekeza macho yao kwa vitendo ili wafanye kazi yao kwa umakini. Nikiripotia mtazamo wa dira ya runinga ya Tandao.